Marafiki wawili walipanga chumba kimoja. Siku fulani, mmoja kati yao aligundua amepoteza shilingi elfu kumi yake ndani. Na kwa sababu anaishi wawili tu, hakuwa na option zaidi ya kumuuliza rafiki yake. "Je, umeiona elfu kumi yangu?" Rafiki yake akajibu, "Ndiyo, nilichukua wakati umelala, sikutaka kukuamsha." Issue iliishia hapo hapo na maisha yakaendelea. Siku chache mbele, wakati anapanga vitu, yule alipoteza hela akaiona elfu kumi yake kwenye begi lake mwenyewe. Akamfuata rafiki yake kwa ghadhaba na kumuuliza, "Kwa nini ulisema umechukua elfu kumi yangu wakati kiuhalisia ni mimi nilisahau nilipoiweka?" Rafiki akatabasamu kisha akamjibu, "Naogopa sana uaminifu ukiingia mashaka. Muda mwingine kuilinda amani ni bora kuliko kutaka kuthibitisha hoja. Hata ningesema sijachukua, bado ungeamini ni mimi tu niliyechukua, sababu humu ndani tunaishi wawili tu. Kwenye maisha, maelewano ni bora kuliko pesa. Uaminifu haujaribiwi mara mbili. Mengine kubali ili tu maisha yasonge. Urafiki wa kweli unajengwa kwa kuaminiana na sio kusema niamini. Asante.